Kuna filamu ambazo zinakuonyesha giza na kuna filamu ambazo zinakuuliza, je, giza hilo liko nje au lipo ndani yako? Karibu Movie Secrets by Us, mahali ambapo filamu hazisimuliwi tu, zinafumbuliwa. Na leo tunavunja filamu ambayo wengi walidharau kama action ya kawaida ya Jackie Chan, lakini kiuhalisia ni hadithi nzito ya kivuli cha dhamiri, hatia na vita kati ya haki na maamuzi. Jina lenyewe linajieleza kwa sauti ya chini lakini nzito, The Shadows Edge. Hili si jina la mapambo. Shadow hapa si giza la nje tu, ni kivuli cha matendo ya zamani, na Edge ni mstari mwembamba kati ya kuwa shujaa na kuwa sehemu ya tatizo. Ni mahali ambapo maamuzi madogo yanaweza kukuangusha au kukuokoa. Ndani ya mstari huo mwembamba ndipo tunakutana na mhusika mkuu Wong Tang Chong, ambaye ni Jackie Chan. Wong Tang Chong si askari wa kawaida. Ni mkufunzi wa zamani wa upelelezi, mtu aliyeshuhudia mengi, aliyefanya maamuzi magumu na sasa anaishi pembezoni mwa mfumo aliyowahi kuutumikia. Kibinadamu, Wong Tang Chong anawakilisha watu waliotoa maisha yao kwa kazi, lakini wakasaulika pindi walipokuwa hawana nguvu tena. Ana maarifa, ana uzoefu, lakini ana mizigo ya dhamiri ambayo haijaisha muda wake. Hapa ndipo filamu inapoacha kupiga kelele za action na kuanza kuzungumza na akili ya mtazamaji. Tunamwona Hichigo ambaye ni Zhang Zifeng, polisi mchanga mwenye maadili, mwenye kiu ya haki hii chigoo si tu mhusika wa kusaidia hadithi. Yeye ni kioo cha kizazi kipya, kinaamini mfumo unaweza kurekebishwa, kinaamini haki haipaswi kuwa na bei. Lakini pia yeye ni mhusika anayewekwa kwenye mtihani. Je, ataendelea kuwa safi au atajifunza kuishi kwenye kivuli kama waliomtangulia? Uhusiano kati ya Wong Tang Chong na hii chigoo ni zaidi ya mwalimu na mwanafunzi, ni mapambano ya falsafa mbili: uzoefu uliochoka dhidi ya matumaini mapya. Upande wa pili wa mizani, tunakutana na Fu Longsheng ambaye ni Tony Leung Ka-fai. Huyu si mbaya wa kawaida. Fu Longsheng ni uso wa mfumo uliopotoka, mtu anayefanikiwa kwa sababu giza liliruhusiwa kukua. Yeye anawakilisha jamii inayoruhusu uhalifu kwa kisingizio cha kila mtu anatafuta kuishi. Anajua mianya sheria anajua udhaifu wa binadamu na anaishi kwa kutumia kivuli cha wengine. Hapa filamu inatupa fumbo kubwa: je, yeah, wahalifu huzaliwa au huzalishwa na mifumo tuliyonyamaza kuirekebisha? Wahusika wengine kama Hu Feng Wu na timu ya upelelezi wanatengeneza picha kamili ya jamii. Kila mtu yupo kazini, lakini si kila mtu yupo upande wa ukweli. Ishara zinajirudia kimyakimya, giza na mwanga vinagongana mara kwa mara. Sehemu nyingi zinafanyika pembezoni, gizani, vichochoroni, kwenye maamuzi yasiyo wazi. Hii ni lugha ya filamu inayotuambia maisha mengi tunayoishi yako pembezoni mwa maamuzi sahihi na ndipo ujumbe mzito unapoingia. Wong Tang Chong anapambana si tu na Fu Long Sheng, bali na kivuli cha maamuzi yake mwenyewe ya zamani. Hichi Go anapambana na swali moja: je, ili kubadilisha mfumo ni lazima kwanza uchafuke? The Shadows Edge inazungumza juu ya jamii yetu ya leo, ambapo haki, kazi na maadili mara nyingi hukutana kwenye mstari mwembamba sana. Ni filamu inayotuuliza bila kelele, wewe uko upande wa mwanga au unaishi tu kwenye kivuli kinachokufaa? na hapo ndipo Movie Secrets By Us tunapokuacha na swali, si jibu. Kama unapenda filamu zinazokufanya ujihoji, filamu zinazokufungua akili badala ya macho tu, basi uko mahali sahihi. Subscribe Movie Secrets By Us YouTube, utufollow na Instagram, Facebook na TikTok, bila kusahau kuandika comment. Kivuli chako kiko wapi, na ni filamu gani ungependa kuona tukivunja hapo baadaye? Karibu na asante.